Habari za saizi mtazamaji wa Sam TV, upo nami mtangazaji wako Shulonja. Tumetembelea shirika la watoto wa Baraka na tutaongea nao mawili matatu katika kipindi chetu cha aya ni maisha yetu, nyuma ya kamera ni SR HP. Tutaongea nao ili tupate kujua yaliyo mengi. Habari za saizi kiongozi, salama salama, sijuza kwa kumtangazaji. Ah, salama kabisa yeah. Ah, tunaona ya kwamba kwa siku ya leo kuna sherehe Nyinyi ni wanani? Sisi ni Bana Bankar, watoto wa Baraka. ah, Bana Bankar inamaanisha nini? Bankar ni jiji la Baraka. mm -hmm. Tuna lengo letu, ni moja upendo na kusaidiana. mm -hmm. ah, wazo gani au ni nani aliyopata mawazo ya Bana Bankar? Sisi wana wa Baraka. A, ni nyinyi wana wa Baraka, lakini katika kitu chochote kinakuwa na yule ambaye anayekianza. Baada ya hapo, kuna kuwa na wale wengine wanao support yale mawazo. Je, nani aliyopata hayo mawazo? mbo ni baadhi ya wana banka kala chini, tukaona tuko wengi na bisikala hivi tukaribia kumi na tano uanzilishi wa kikundi kama vile president tuino siwaki ni ya kanzaangea. Asante sana. Lengo gani lililowafanya nini kuanza kundi hili la Bana Bankar? Ya lengo kuu yetu ya kuanza kundi hili ni kwamba tuliona kutoka nyumbani, mtu kutoka nyumbani katika umu mkambi, ana ndugu, ana nani, hakini tukishakuwa na kundi kama hili eh, ule mtu atakimbilia moja kwa moja kwenye kundi na tunamsaidia ah, katika kundi la watu waishio Baraka. Tunajua ya kwamba wanaoishi Baraka na watu wanaojulikana kama wanaoishi Baraka ni Wabembe. Je, kundi hili la Bana Bankar limeundwa na Wabembe au wanaoendelea kuliongoza ni Wabembe tu au namna gani? Kwanza, bwana mtangazaji, kundi hili alina ubaguzi mm -hmm. wa kabila mm -hmm. hapana, kwa sababu Baraka hakuna wabembe tu, kuna fulero, kuna warundi, watu wengi wanaishi Baraka. Kwa hiyo hili, hili kundi alina la ubaguzi aeza la wabembe tu. Tunaandika kila yoyote anayeishi Baraka, kuanzia miaka tano kupanda ule ni mwana Baraka. Uh, wakati kundi hili lilipoanzishwa, je, kuna watu wangapi wanaounda kundi hili, kama vile tuseme kamati au uh, timu mtendaji la Bana Bankar? Sana. Kama vile kama asante, tunajua ya kwamba wakati a, hata kama tukiingia kwenye maandiko tunajua ya kwamba a, kuna watu walioongozwa na wakati Musa alikuwa na wale watoto wa Israeli, akusema ya kwamba yeye hakukuwa Mwisraeli, alikuwa ni Mwisraeli. Na wakati watu wanapokutana mahali wanakuwa na kiongozi. Hata wabembe pia wanapofika mahali wanakuwa na yule kiongozi, wanasema ni kiongozi wa Yambondo. Hata kabila lote linakuwa na mtu kama na huyo. Je, timu mtendaji ya a, Bana Bankar ni watu wangapi, au imeanzishwa na watu wangapi? Mbona, na

Asante sana uh, tunaona kwamba hapo tumepata mwangaza. Ni uh, nini ambacho mnaweza kuambia Bana Bankar au watoto wa Baraka wanaoishi Baraka, lakini wanaweza wakawa na mawazo kusema ya kwamba mmekuja uh, kugawanya watu kusema hao wa huku waishi hivi na au wa huku waishi hivi, au mtu asiyejielewa au ambaye hana malengo, mtu ambaye ni wa Baraka lakini yupo mahali hapa na hana kitu chochote au hana mwelekeo cha kuambia uh, ni kwamba siye tuliunda mawazo hili ya uh, kusema kwamba unapotoka nyumbani unafika hapa, kuna watu wenyewe hana ndugu, bila kujua kundi wa ndugu wako kundi kundi. Hiyo tunasema mtu anapopata tatizo akimbilia kwenye kundi, lengo ni kubwa, kusaidiana, upendo na maendeleo. Kwa so, sababu haya yote tuko tunayafanya kupitia wapi, tutaendeleza ni wapi? Ni kwetu Baraka. Mm -hmm. Me kuna watu wengi ambao wajui lengo ya hiyo, wanawazia sisi gawanya tunakia gawanya emu ya mbondo hapa. Mm -hmm. Sisi hatulenge mambondo mm -hmm. Tunalenga mtu wote mwenye anaishi pale akwe mm -hmm. mushi akwe mfulere kabila zote mkate. Sasa wote mwenye anaishi pale kuanzia miaka tano kupandisha tunamkaribisha. Inawezekana mtu akaishi miaka mitano. Je, sheria yenu ya mtu kujiunga kwenye kundi lenu hili Shia, ni sheria gani au mnaanza kwa miaka mingapi? Ya sheria ya Bana Bankare ni yule ambaye ambaye ashafikisha miaka mitano pale Baraka kwanza, bo ule mtu akue anaishi banzia Katanga kwa, kwanzia kandali mpaka Katanga. Ya, yeah, ule mtu anapaswa kuwa hapa eh, mara hapa Bana Bankare hapa. BBM hapa. BBM inamaanisha Bana Bankar Malawi. Niliuliza uh, kwa, kwa miaka, unajua, katika kila kitu wanasema kwamba kwa hiki kitu tunachokifanya kinaanza kwa miaka mitatu, miaka mitano na kuendelea. Je, katika hiki kitu cha watoto walioishi Baraka, ninyi mnalenga tu mtu yoyote, hata mtu ambaye hana akili timamu uh, lazima awe tu ameishi pale kwa miaka mitano au namna gani? Kwanza Bwana mtangazaji, nilikwambia kwamba sisi hatuna ubaguzi. mm -hmm. Yani, yeyote yule ambaye anaishi pale Baraka ana miaka mitano kupandisha, yule ni mwana Baraka, kwa sababu mtu akizaliwa hapa hivi sasa, tuseme mfano hapa Malawi kuna watoto wanazaliwa wana miaka mitano wanaenda Marekani, kule kule Marekani watasema alitoka Malawi ana miaka mitano lakini anaishi wapi? Marekani. Ndio hivi. Ina maana sisi hatuna ubaguzi wa mtu aisa huyu ni mfulero ni nani kisi nilikwambia mbele, yani hatuna ubaguzi sisi. Bana Bankar. Umoja. Bana Bankar. Upendo. Bano. Bana Bankari. Kusaidiana. Mama, nitakuwa na swali la mwisho. Ni nani anaye wa supporti kwa sababu mnasema umoja upendo kusaidiana? Ni nani anaye wa supporti kwa sababu ya kusaidia wengine wa watu wanaoishi Baraka? Eh, kwa supporta. Kwa mm-hmm. supporta ni wengi tu. Asana. Watu wanyoko Ulaya, wakuna supporti, watu wanyoko Baraka. Kama nani wa, wa Ulaya? Ni wengi tu kama vile Kashindi, mm -hmm. Msewengi, mm -hmm. na wengineo tu, wengine wenginezi, mm -hmm. tuko wengi, asante ah, sana. mm -hmm. Ah, na nyinyi mlio mahali hapa mnachanga ngapi, kwa sababu ya kusaidia watoto wanaoishi baraka na wale wanaopatikana mahali hapa? Yeah, kwa sababu wanamtangazaji kundi hii ingali kwanza kundi ichanga akuakisha hata eh, eh, miezi mitatu aza minne mm -hmm. bado lakini tukikuwa labda mwaka miaka mbili miaka tatu, hiyo changamoto kuchangia ya kuchangia za kusaidia itakuwa pale vile. Baada ya sherehe hii, kuna hatua gani mnayoiwaza nini kama nini? Baada ya shereheni inaendelea na michango adhesion sababu, so kwa kujiunga kwenye kundi hii kwa sharti unatia elfu mbili unajiunga. Hiyo elfu mbili inashinda hata pesa zako zenyewe, unaweza changia za pesa sababu, so ukipata tatizo kutaangalia kuile liste huyo anachangia ni mwana memba wetu aizae yani kuni linaendelea. Kwa mfano, watu wameshajichanga na wakaleta elfu mbil elfu na wakatokea shida. Je, watu watachanga tena au watachanga kwa sababu tumesikia kwamba mtu akichanga elfu bl basi maanake mnakuwa amna mchango mnaofanya wa mwezi wa wiki au namna gani? namnajanisanteanaaa Swali mzuri hiyo elfu mbili ni adhesion na elfu mbili nyingine ambayo tunachanga kwa mwezi. Na mtu akipata tatizo mmoja wetu mwanamemba, kama huyo mtu anakufa anafisha mtoto, baba, bibi, mama tachanga. Mm -hmm. Lakini kukiwa uwezekano, tukiona watu awachangi wa tutakamata ile ya kesi, tunaenda angalia kama hivi. Tuko na misiba ya ndugu wetu mwenyewe kutoka Mozambique, ni mtoto wa Baraka. Hivi tukimaliza hii, nani tutaenda kuangalia? <laughs> Mtazamaji wa Sam TV, ulikuwa nami ic Ulonja tumeongea na kundi la watoto wa Baraka, wa Baraka waitwao Bana Bankar wapatikanao nchini Malawi. Kundi hili alina ubaguzi, kundi hili ni la umoja, upendo na kusaidiana kwa wale watoto walioishi Baraka kama jinsi walivyosema, miaka mitano na kuendelea. Kama na wewe ni mtoto wa Baraka, nina matumaini ya kwamba utajiunga nao. Je, mtu kama ni wa Baraka akihitaji uh, kuwasaidia akihitaji kuleta mahoni kufuatana na mawazo mnayoyafanya, je, ni nini mtakachokiambia? Au ni social media gani platform mnayoitumia ninyi kama nini kama Bana Bankar?